Taalam nidhamu ihtirami almutahaddithi bismi ljamaa, tujifunze nidhamu na utaratibu wa kumheshimu msemaji wa wengine, msemaji wa kikundi au msemaji wa watu. Mara nyingi katika jamii zetu imekuwa kila mmoja anasema kwa niaba ya wengine bila wengine kujua kuwa wanasemewa au bila kutoa ridhaa ya kusemewa wao kwa niaba yao. Tukirudi katika Qur'ani tukufu katika surati Namli tunapewa mafunzo muhimu kwamba namna gani tuheshimu nafasi ya kila mmoja wa mamina illa lahu maqamu ma'lum. Hakuna yoyote katika sisi, ikiwa ni malaika, ikiwa sisi wanadamu, majini, kila mmoja amepewa nafasi yake maalum. Kwa hivyo kifu inda hadika, simama pale bahala pa. usivuke ila kwa maelekezo ya anayekuwa kwenye nafasi ambayo imevukwa kuelekewa. Ukirudi katika Qurani Tukufu sote Namli, kisa cha wale wadudu chungu wale simizi wale, qalat namlatum ilipokuwa jeshi na ilipo kuja la Suleimani, akasema mdudu mmoja tu katika wale wengine, kundi zima eh, wana wana kambi yao nzima, maskani yao nzima basi qalat namlatun, akasema mmoja tu katika wale wale wadudu chungu wale wote kundi zima, akasema mmoja wao ambaye ndio msemaji wao, akatangaza kwa wenzake kwa kuambia kwamba ya ayuhan namlu, enye wadudu chungu udkhulu masakinakum, ingieni katika makazi yenu. Kwa nini? Akapa sababu za kutoa amri hiyo kwamba la yahtimannakum Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashurun asija akakupondeni aukanyageni akakuvunjeni Suleiman na jeshi lake, hali ya kuwa hawakuoneni kutokana na udogo wenu. Anawafundisha namna ya kulinda amani yao na kuheshimu kiongozi anayekuja katika jeshi, anapita kuelekea pahala, wamwachii njia yake sawa, apite na majeshi yake taratibu, ulivyo ulivyokwevuingieni pahala pale, upate amani yenu nyinyi na muwape nafasi ya kuwatia wanaopita pahala pale ili pasitokezee madhara aina yoyote kwa wanaopita au wanaopitiwa katika eneo lile pale. Hapa nasema mmoja kwa niaba ya wengine. Turudi katika binadamu zaba zetu. Imekuwa kila mmoja anasema kwa niaba ya wengine, asoanasema kwamba kwa niaba ya Waislamu wote. Subhanallah, wewe umekuwa nani? Waislamu wote lazima, Waislamu wote, wote wapahala fulani, kama ni mkoa mkoa fulani kama ni nchi nchi fulani. Kwa hivyo hawezi mtu kuisemea dunia nzima. Yeye anaisemea dunia nzima yeye nani kawa kuisemea nchi yake, naam, kusemea taasisi yake inawezekana, ikiwa mamlaka hayo kapewa na taasisi hiyo na mengineo katika maeneo mbalimbali, kwamba kila mmoja awe ana nafasi ya kusemea pahala fulani, atasemea pahala hapo Kwefu, huyu, kwa mujibu wa nafasi yake. Kwa hivyo uchungu huyo anafundisha kisa chake kwamba tuwaheshimu wale ambao wamepewa mamlaka ya kusema kwa niaba yetu, kwa sababu hawayasemi isipokuwa yenye maslahi kwetu, yenye amani kwetu, utulivu kwetu. Tujifunze katika haya kuheshimu hayo, ili tuwe kuliko wadudu chungu. Sisi na wadudu ni vitu vingi tofauti, lakini ikiwa mtu atakiuka taratibu kama hizo, atajikuta kwamba yeye ni mdogo kuliko mdudu na mdudu ni mkubwa kuliko tahadhari. Haya.